angu Chama cha Mapinduzi mwaka huu kimekuja na kauli mbiu kazi na utu, kazi na utu. Kazi anayofanya Dokta Samia Suluhu Hasani ni kazi ya utu. Ninayasema haya, kuna nosheni ambayo inapita uko mitaani kuonyesha kwamba kama Chama cha Mapinduzi hakithamini watu, kwamba Rais Samia Suluhu Hasani hasamini watu. Ukiangalia hizi kazi za utu zinagusa maisha ya Mtanzania kuanzia chini mpaka juu, na ndio maana kwa kuwa Dokta Samia Suluhu Hasani anajali watu na anaishi katika utu, ndio maana alikuja na kitu kinaitwa Samia Legal Aid, yani msaada wa kisheria. Maana yake nini? Mama Samia alimuona mtu wa chini kabisa ambaye hawezi kuwa na wakili, akaona huyu nipeleke wataalamu, kwa sababu huko vijijini, huko mitaani, kuna wamama wengi wanazulumiwa mirathi yao. Kuna watu wengi wanahangaika na ardhi, kuna watu wengi wana shida ambazo zinahitaji msaada wa kisheria. Kiongozi wetu ni mtu anayeangalia details akasema msaada wa kisheria uende mpaka huko chini, na msaada huu wa kisheria umegusa mpaka sasa zaidi ya mikoa kumi na tatu. Makofi kwa dokta Samia Suluhu Hassan, dokta Samia Suluhu Hassan. Kuna watu hawaelewi wa. Kuna ndugu zangu wa machinga wako Tanzania nzima, kwa sababu ni kazi na utu. Machinga miaka ya nyuma Walikuwa wanakimbizwa kama digidigi kwenye mitaa mbalimbali ya miji mbalimbali Tanzania. Dkt Samia Suluhu Hassan kwa kulielewa hilo, amewasaidia wamachinga, kila mkoa, kila mahali, wametengewa maeneo yao ya kufanya kazi na amewapa pesa za mikopo. Hao ni watu wa chini. Narudia tena, kama unajiona umetengwa, uko mbali lakini jicho la dr Samia Suluhu liko hapo, anajua matatizo yenu. Na mi niliyesimama hapa niliwahi kuwa machinga, niliwahi kuwa mama nitilie, na ujua uchungu wa kupika chakula alafu kisinunuliwe, ubewe sufuria, rudi nyumbani ukale na watoto. Najua uchungu wa kutembea na nguo ukatembea Dar es Salaam nzima usiuze. Dkt Samia anaelewa, na ndiyo maana anatafuta maeneo hayo ili watu wa chini kabisa wapate hiyo huduma. Ndugu zangu, wana Dar es Salaam, kazi kubwa ambayo watangulizi waliozungumza hapa wameisema kweli kweli, miradi mingi na pesa nyingi zilizotolewa zinahitaji chama chenye falsafa inayoeleweka, chama chenye itikadi inayoeleweka, chama chenye mrengo unaoeleweka, chama chenye irani inayotambulika. Na hakuna chama kingine chochote Tanzania chenye falsafa kama Chama cha Mapinduzi, chenye itikadi kama ya Chama cha Mapinduzi, na chenye mrengo kama wa Chama cha Mapinduzi. Na isitoshe, irani inayojali wananchi wa Tanzania ni Chama cha Mapinduzi pekee ambacho kinashughulika na korosho za Watanzania. Ni chama cha mapinduzi pekee kinashughulika na kahawa ya Watanzania. Ni chama cha mapinduzi pekee kinashughulika na pamba ya Watanzania. Ni chama cha mapinduzi pekee kinashughulika na mahindi ya Watanzania. Ni chama cha mapinduzi pekee kinachoshughulika na, na, na alizeti ya Watanzania. Ni chama cha mapinduzi kinashughulika na katania ya Watanzania. Hakuna chama kingine chochote, msipoteze muda. Hiki ni chama ambacho Dr Samia Suluhu, kwa kujali utu, kule South Africa utu wanasema ubuntu, yani mimi siwezi kuwa mimi bila wewe, na wewe huwezi kuwa wewe bila mimi, na ndiyo maana serikali ya chama cha mapinduzi kuanzia vikao vya juu vya kamati kuu ya mikoani, wilayani, kwenye majimbo, kwenye kata, ni vikao vya kushughulika kutatua matatizo ya wananchi. Hiki ndio chama na huyu ndio rais tunayetakiwa tumuunge mkono. Ninapozungumza mpaka sasa, kwa amani tulionayo na utulivu tulionayo, hakuna chama kingine chochote. Niwaambie Watanzania, nimekuwa upinzani zaidi ya miaka ishirini kama alivyosema Wenje, tumekunja ngumi mpaka vibiongo vimetuota, lakini toka mfumo wa vyama vingi uanze ni miaka thelathini. Vyama vyote vya upinzani Tanzania vimeshindwa kutoa sera mbadala dhidi ya chama cha Mapinduzi. Hawana sera mbadala ya kilimo yenye nguvu kuliko ya chama cha mapinduzi ambayo inamwangalia mkulima hawana sera mbadala ya afya kama ya chama cha mapinduzi ambayo, Dr Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, alikuta vifo vya mama na mtoto kati ya vizazi mia laki moja walikuwa wanakufa watoto mia tano na sita. Baada ya yeye kuingia madarakani, kwa sababu sera ni bora, kati ya watoto laki moja wanaozaliwa wanaokufa ni laki moja na nne makofi kwa dokta samia suluhu hassan vyama vya upinzani miaka 30 nakumbuka mwalimu alikuja pale iringa mwaka 95 nilikuwa mdogo alisema mungu amrehemu mrema alisema mrema hana sera nilikuwa simuelewi mwalimu havina sera hakuna sera mbadala ya miundombinu hakuna sera mbadala ya kukuza uchumi katika nchi yetu watanzania nimesimama hapa kuwaomba kwa moyo wa unyenyekevu vijana wote mnaonisikia Tanzania, nazungumza kwa jicho pana. Tanzania yetu ni nzuri sana, hatuhitaji kuchoma moto nchi yetu kwa hamasa ambazo hazina sababu. Hii ndiyo nyumba yetu, hatuna mahali pengine popote. Maamuzi ya hasira, maamuzi ya jaziba hayawezi kutusaidia kwa sababu tuko mikono salama chini ya chama cha Mapinduzi na uongozi wa dr Samia Suluhu Hassan. Dar es Salaam, niwaambie kitu, niwaambie kitu, Dar es Salaam, Tanzania iko salama kwenye mikono ya Dokta Samia Suluhu Hassan, na zawadi pekee tutakayompa ni kwenda kupiga kura kwa wingi, tukishikamana, tukiwashawishi na wenzetu kwamba Roma haikujengwa siku moja. Kuna mwanamuziki mmoja kule South Africa anaitwa Lucky Dube. Watu wanapolalamika, Dr. Samia Suluhu Hassan hawezi kuyamaliza matatizo yote ya nchi hii, Mwalimu Nyerere hakumaliza, marehemu Mwinyi hakumaliza, Mkapa hakumaliza, Kikwete hakumaliza, lakini wote walifanya kwa sehemu yao. Na Dr. Samia Suluhu, hakuna ubishi, amefanya mambo makubwa, anaendelea kuyafanya. Huyu mwanamuziki anasema Anasema problems were there since the Pope was an altar boy, ni msemo wa kizungu kwamba matatizo yalikuwepo toka papa akiwa ni kijana anafanya kazi pale altare. Hayajaisha, ameendelea kuwa papa. Ndivyo ilivyo matatizo katika nchi hii Tusikate tamaa tukaichoma nchi yetu. Tunakiongoza na tuongoza, tunatatua matatizo kidogo kidogo. Tusikate tamaa, tunaye jemedari anaiona njia. Tusimfuate mtu ambaye hajua anakokwenda. Dr. Samia Suluhu Hasani anajua anakokwenda. Wale ambao mnahisi mmekata tamaa, tuendelee kusonga mbele. Matatizo ni ya zamani kama dunia ilivyo ya zamani. Tusonge mbele, tujenge nchi yetu, tumuunge mkono Tusikubaliane na propaganda za watu wanaotaka kutuharibia nchi yetu hii nzuri. Mungu awabariki sana. Kidumu chama cha mapinduzi! Piga makofi mengi kwa mchungaji Peter Msigwa. Dr. Samia oye! Naomba sasa nimkaribishe ndugu Ezekia Wenje.